Na ninyi Watanzania mtakubaliana na mimi, moja ya kero kubwa ambayo inakabili nchi yetu, pamoja na kwamba nchi yetu ni tajiri, moja ya kero kubwa inayokabili Watanzania, bado tuna Watanzania masikini. Kwa nini tulikuwa bado tuna Watanzania masikini? Ndiyo, tuna rasilimali inaitwa bahari, lakini huwezi ukaenda na mashua katikati ya bahari kule kwenda kuvua, na wale wenye mameli makubwa hawawezi kuja mpaka hapa ukingoni. Kwa hiyo wale wenye mameli makubwa mataifa mengine, mtakumbuka siku zile theleti, rais mstaafu, rais hayati Daktari John Magufuli alikamataga meli ya watu na ikatupa mfano kwamba kumbe sisi, Mungu katupa ma maji hapa, katupa bahari hapa, kumbe kuna watu walikuwa wanaweza wakapita kwenye kina kirefu wakajichukulia samaki na ambao Mungu katupa sisi na kuondoka zao. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema itajengwa bandari ya uvuvi ya kisasa kama zilizoko Ulaya na mataifa mengine, itajengwa hapa ki na imejengwa, na imejengwa kwa fedha za Watanzania. Na haya si maneno tu, ninyi wenyewe mnashuhudia huu mradi. Mimi nimezungushwa, nimeuona Ninyi mko nao hapa, mradi huu mnaushuhudia, zaidi ya bilioni mia mbili na themanini, na unaenda kutengeneza ajira, unaenda kuongeza kipato cha Watanzania wanaojishughulisha na sekta ya uvuvi. Na pamoja na changamoto za kidunia za kiuchumi, mradi haukukwama mpaka sasa zaidi ya asilimia tisini na, na kwa taarifa ambayo tumepewa baada ya miezi miwili utazinduliwa ukiwa umekamilika. Hii ndo maana halisi ya uongozi unaoacha alama. Hii ni mali ya Watanzania, inaenda kuwapa kipato Watanzania, inaenda kubadili maisha ya Watanzania, inaenda kuongeza pato la taifa la Watanzania, inaenda kutengeneza ajira. Nimeambiwa ajira ukiweka na mnyororo wake ni zaidi ya elfu thelathini. Na hapo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sekta hii hii anaendelea na programu zingine zinazoendana na kutengeneza ajira ikiwemo kugawa, kugawa boti ikiwemo uvuvi wa vizimba pamoja na mambo mengine yanayofanana na, na hayo na uboreshaji wa maeneo mengine ya, ya uvuvi yaliyoko kando kando mwa bahari kuu. Hivi ndivyo matatizo ya Watanzania yanavyopaswa kutatuliwa, na hii inatoa jawabu la kupunguza umasikini, na hii inatoa jawabu la kuongeza kipato. Safari ile iliyoandikwa kwenye dira ya ishirini hamsini inaanza na miradi mikubwa kama huu ambao hatukuwahi kushuhudia ndani ya nchi yetu, na hii inaenda kuongeza mpaka pato la taifa, na hii inaenda kutatua tatizo la ajira kwa vijana wetu na kina mama, mnyumbuliko wako, ile multiplier effect ya wale ambao wanafanya kazi moja kwa moja baharini wale wanaofanya kazi ya uchakataji na wengine watanufaika mpaka na biashara ndogo ndogo nje ya eneo la hapa. Hii ni jambo ambalo linaleta tija kubwa, na na nimepenyezewa na waheshimiwa mawaziri hapa, na zitanunuliwa meli tano Nimewaambia ni muda hautoshi kutaja vyote. Aliachiwa ndege chache akanunua za nyongeza, na hapa amejenga bandari, anasema zinaenda kununuliwa meli. Hatuta, hatuta vizia zinazotoka mbali, zitanunuliwa meli, ukiweka na za sekta binafsi, nchi yetu inaenda kuandika historia mpya kwenye mambo ya uvuvi.